Siku ya sikukuu ya Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme ikiwa ndiyo siku ya mwisho wa mwaka wa kanisa, leo tunaanza kipindi kipya cha mwaka wa kanisa, tunaanza kipindi cha majilio. Tumsifu Yesu Kristo. Na wewe ukisikia maneno haya majilio, ni nini kinachokuja katika akili yako na unapaswa kufanya nini katika kipindi hiki kipindi? Cha majilio ni kipindi ambacho tunasubiri ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, na mama kanisa anatualika tutafakari juu ya ujio wa aina mbili. Ujio wa kwanza ambao ndio tutaanza katika kipindi hiki utafakari ni juu ya ujio wa pili wa bwana wetu Yesu Kristo. Sisi sote tunatambua kwamba bwana wetu Yesu Kristo atakuja kuhukumu ulimwengu, atakuja ili tutoe hesabu ya maisha yetu. Na ili tutoe hesabu iliyokamilika tunapaswa kujiandaa tunaalikwa kujiandaa kwa tafakari, lakini pia mama kanisa anataka tutafakari katika kipindi hiki juu ya ujio wa kwanza wa Bwana wetu Yesu Kristo, kule kufanyika mwili kwa Mungu na kuja kukaa nasi. Vipindi vyote hivyo viwili yaani, ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo na ujio wa kwanza wa Bwana wetu Yesu Kristo vinatuhitaji kujiandaa vinatuhitaji kutafakari, vinatuhitaji kuwa waangalifu, ili atakapokuja atukute tukiwa safi, tukiwa tumejiandaa. Ndugu zangu, katika kipindi hiki, katika hali ya kawaida, tunajiandaa kusherehekea kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo na huku ndiko ambapo watu wengi wanakufikiria. Watu wengi wanajiandaa kwa ajili ya kusherehekea Krismasi, Noeli, kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kule kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni ujio wa kwanza ambapo Mungu anafanyika mwili na kuja kukaa kwetu lakini tunaalikwa kutafakari pia katika kipindi hiki cha kwanza cha Majilio, kutafakari kwamba huyu aliyefanyika mwili na kuja kwetu baadaye atateseka, atakufa na kufufuka, na atasema ninakwenda kuwaandalia makazi ili nilipo mimi nanyi muwepo, lakini nitakuja tena. Kwa hivyo tunaalikwa katika kipindi hiki cha mwanzo cha majilio kutafakari kuhusu hiyo ahadi ya yeye kuja mara ya pili atakapokuja kuuhukumu ulimwengu na kutuhukumu sisi. Na hivyo tunaalikwa kujiandaa ili tutakaposimama mbele yake na atakapotuhukumu, tusipatwe na hatia na kutupwa motoni mwa milele ila tuende tukakae na kuishi naye katika furaha ya mbinguni, tukumsifu Yesu Kristo. Katika kipindi hiki tumezoea sisi pia kujiandaa, na kati ya vitu ambavyo watoto wetu hawaelewi na hawapokei haraka ni kama Krismasi hautamnunulia nguo mpya. Hata nyinyi mnafahamu kwamba likua mnajisikia vibaya ikifika Krismasi, wakati sisi tunakuwa ujanunuliwa ile suruali ya mchele mchele. Ah, unaona kama hawa wazee wamenikosea sana. Nadhani wote mnakumbuka. Lakini tunaalikwa kipindi hiki kuangalia, sio kujiandaa tu kimwili, lakini kujiandaa kiroho. So, kufanya maandalizi ya roho. Tumezoea sana kipindi cha Kwaresma, tunafunga tunafanya toba na kadhalika, lakini kipindi hiki cha majilio tunajisahau. Na maandalizi ya majilio yamekuwa ni maandalizi ya kuelekea kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, lakini yamekuwa ni maandalizi ya mwili zaidi kuliko roho. Mnajua hapa, ndugu zangu wa roho, tumsifu msiku Yesu Kristo, habari zenu? Najua sasa hivi umeshatuma hela roho kule, waende wakanunue mbuzi, wamuweke ndani si ndiyo? Na Wakibosho wenzangu, ili mtakapoenda wakati metuza wa Krismasi mpate mbuzi wa tambiko ambaye ametunzwa vizuri. Ukipita kule Mengeleni unasikia harufu akiwa amefungiwa kule ndani. Lakini vipi kuhusu maandalizi ya kiroho? Umesamehe? Umenyongea sakramenti ya kitubio? mekesha katika Mungu. Na kwa hivyo, tunapofanya maandalizi ya kimwili tusisahau kufanya maandalizi ya kiroho. Haya ni ya muhimu sana, roho zetu ziwe katika hali ya neema, roho zetu ziwe zimeandaliwa, na tuna mambo mengi ya kuyaandaa ili kuipata furaha ili kuipata kuendelea kuishi katika imani kuendelea kuishi katika matumaini katika maisha yetu. Kwa hivyo tutumie hiki kipindi cha karibu siku arobaini kabla ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kujiuliza hivi, huyu Kristo aliyeahidi kwamba atakuja kuhukumu ulimwengu, akija leo, mimi nitakwenda wapi? nikisimama mbele yake na akafanya hukumu juu ya maisha yangu mimi nitakwenda wapi? Nitakwenda mbinguni? Nitakwenda motoni? Au nitakwenda popote ambapo Mungu ataamua kunipeleka? Kwa hiyo tujiandae, tufanye nini? yeah. yeah. <laughs> Lakini tunaalikwa pia kutafakari kama huyu Kristo angelizaliwa pale katika nyumba yangu, angezaliwa katika maisha yangu, angezaliwa katika roho yangu, angeikuta roho yangu iko katika hali gani? <coughs> sisi tunafahamu namna ambavyo Kristo alizaliwa. Tukisoma katika maandiko matakatifu, dunia ilikuwa imejiandaa kuzaliwa kwa mkombozi? Eti ilikuwa imejiandaa? alizaliwa katika ori la nini, ng'ombe, mahali ambapo hatukuwa tumepanda, hatukuwa tumejiandaa. Sasa wewe leo, roho yako ikoje? ni hori la ng'ombe, au ni mahali ambapo patamfaa huyu mkombozi wetu mpaka wa mafuta kuzaliwa katika maisha yetu? Mfalme ambaye tumemsherehekea Dominika iliyopita, Bwana wetu Yesu Kristo Mfalme. Ni mahali ambapo patamstahili mfalme kuzaliwa katika maisha yetu? Na sasa katika kipindi hiki tupambane na nini hasa ili tuandae makazi, ili tuandae kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Jambo la kwanza inge- likuwa ni mimi naulizwa, ningesema tuache ubinafsi. Tuache nini? Ubinafsi, kujifikiria sisi tu, kujifikiria sisi wenyewe. Lakini jambo lingine tuangalie kuhusu msamaha. Sisi tunamuomba Mungu msamaha, tunawaomba wengine msamaha, lakini sisi tuko tayari kusamehe? Sisi ni watu wa msamaha? hmm? Eti sisi ni watu wa sisi ni watu wa msamaha au sisi ni watu wa nipige ngumi ya jicho na mimi nitakupiga ngumi ya sikio, ili ukiuliza naonaje, na mimi nikuulize unajisikiaje, jisikiaji hmm? Msamaha katika maisha ya familia, katika maisha ya jumuiya, katika maisha yetu ya kila siku. Tuko hapa kanisani, wengine tumechoka, wengine tumezeeka kabla ya wakati wetu, kwa sababu ya kushindwa kusamehe. Wengine tuko tuna dozi, tunakwenda hospitali, tuna kliniki, tunakwenda hospitali, dawa hazitusaidii. Lakini tunaalikwa na kuambiwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa tusamehe tuachilie, ili tupone na wengine wapone. Kwa hivi, katika kipindi hiki cha Majilio, mimi nawaalika sote, baada ya kufanya maandalizi ya kimwili, tuangaike sana na maandalizi ya kiroho, roho zetu ziwe katika hali ya neema ili Kristo atakapozaliwa katika maisha yetu ama Kristo atakapokuja mara ya pili kuhukumu ulimwengu atukute tukiwa tumejianda. Tumsikie Yesu Kristo yeah. Na kama sasa nikigawa karatasi kanisa zima na kuambia mwandike mtihani kuhusu majilio, wote mtafaulu kwamba kuna ujio wa aina mbili tunaotafakari tunatafakari juu ya ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja kuhukumu ulimwengu, lakini tunatafakari pia juu ya ujio wa kwanza wa Bwana wetu Yesu Kristo, kule kufanyika mwili kwa Mungu na kuja kukaa kwetu. Haya yote yanahitaji maandalizi ya roho zetu ili atakapokuja atuhukumu, hatimaye tuweze kwenda kwake lakini atakapozaliwa katika maisha yetu akute mioyo yetu imeandaliwa. Haya mambo mawili ndio tutatembea nayo katika tuta kipindi hiki cha Majilio, na tutahitaji kujiandaa kweli kweli kwa ajili ya aina hizi mbili za ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yetu. Huu mtihani utakuwa mgumu kweli eh? tutafaulu tuta Kujiandaa ni muhimu sana kujiandaa, na ni muhimu sana kutokuangalia tu maandalizi ya mwili, lakini kuangalia pia maandalizi ya roho zetu. Na namna ya kujiandaa kwa ajili ya ujio wa bwana wetu Yesu Kristo ni kwa njia ya sala, kwa njia ya toba, kwa njia ya kusoma na kutafakari neno lake, kwa njia ya matendo ya huruma haya yatatusaidia kujiandaa kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Lakini katika kipindi kilichopita